Mtu hodari katika somo la leo la Biblia ni mimi msimulizi wako Denis Bruno. Watu walipoanza kuongezeka duniani, wengi wao wakafanya mabaya, tena mabaya kwelikweli, kweli kama Kaini. Lakini mtu mmoja alikuwa tofauti, tofauti sana. Ni huyu aliyeitwa Enoko. Enoko alikuwa mtu hodari watu wote karibu yake walikuwa wakifanya mabaya, lakini Enoko aliendelea kumtumikia Mungu. Unajua sababu? Wakati huo watu walifanya mabaya mengi sana. Kumbuka, nani alifanya Adamu na Hawa wakataa kumtii Mungu kisha wakala tunda ambalo Mungu aliwakataza? Ni malaika mbaya, Biblia inamwita Shetani. Anataka kumfanya kila mtu awe mbaya. Siku moja Mungu alimwagiza Enoko awaambie watu jambo fulani ambalo hawakutaka kulisikia. Ni hili: siku moja Mungu atawaharibu watu wote wabaya. Labda watu hao walikasirika sana kwa kusikia hayo, labda hata walitaka kumuua Enoko. Hivyo ilimpasa Enoko awe hodari sana, ili awaambie watu hao jambo ambalo Mungu alikusudia kulifanya. Mungu hakumwacha Enoko akae muda mrefu kati ya watu hao wabaya. Enoko alikaa miaka 365 tu. Kwa nini twasema miaka 365 tu? Kwa sababu watu wa siku hizo walikuwa ni watu wenye nguvu nyingi tena walikuwa hodari kwelikweli kuliko watu wa sasa, nao walikaa muda mrefu zaidi. Methusela mwana wa Enoko alikaa miaka 969. Basi Enoko alipokufa watu walizidi kuwa wabaya sana. Biblia yasema kwamba kila jambo waliowaza lilikuwa baya wakati wote na kwamba dunia ikajaa jeuri. Unajua sababu moja kwa nini kulikuwako matata mengi sana dunia siku hizo? Shetani alipata njia mpya ya kufanya watu watende mabaya hayo. Tunaendelea kujifunza na tujajifunza katika Biblia Takatifu, Mwanzo 5:21 mpaka 24, Mwanzo 5:27 aya ya 6 mpaka ya 5 wahebrania 11:5 na Yuda 14.